Kwa kutambua changamoto ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani ambao wapo kwenye hatari zaidi ya kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, mamlaka kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na shirika la SOS Children Villages Tanzania imefanya makubaliano ya kuwasaidia watoto hao kwa kuwapima na kuwapa elimu juu ya athari ya dawa za kulevya nchi nzima. Kutokana na hatua hiyo, watoto watakaobainika kuathirika wataunganishwa na tiba. Aidha, mamlaka inaendelea kutoa elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya nchini na imewafikia watu zaidi ya 28 milioni nchi nzima. Njia hii imethibitika kuwa ni nzuri zaidi, kwani imesaidia kutoa uelewa wa wananchi katika kujikinga zaidi na madhara yatokanayo na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jitihada za kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya hapa nchini zimebaini kuongezeka kwa mbinu mbalimbali za usafirishaji wa dawa hizo kwa kificho. Miongoni mwa ukamataji uliofanyika mwezi Mei 2025 umehusishwa aina mpya ya usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kutumia pipi za watoto. Pipi hizi zimetengenezwa kwa bangi na zina kiwango cha juu cha kemikali yenye kilevi aina ya THC kufikia asilimia tisini na mbili. Ifahamike kuwa bangi za kawaida viwango vyake vya kemikali ni THC kati ya tatu hadi kumi na mbili wakati skanka ina viwango vya asilimia arobaini hadi sitini. Hii ni mara ya kwanza kukamatwa kwa aina hizi za pipi hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka ya hivi karibuni umekuwepo na msukumo mkubwa wa kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi kimataifa, ikiwemo bara la Afrika. Msukumo huo ni kwenye uzalishaji na biashara kwa ajili ya matumizi ya kujistarehesha na kutengeneza dawa tiba. Hata hivyo, kilimo na matumizi ya bangi vina athari zaidi kwenye nyanja zote kuliko faida inayoelezwa. Napenda ni kuhakikishia kuwa tutaendeleza kazi ya udhibiti na mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya kwa kushirikiana na wadau wa ndani na nje ya nchi. Kasi hiyo itahusisha operations za ukamataji wa wafanyabiashara wa dawa za kulevya na uteketezaji wa mashamba ya bangi na mirungi, pamoja na kutoa elimu kwa jamii juu ya tatizo la dawa za kulevya, lengo likiwa ni kutimiza maono na dhamira ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kujenga jamii bora ya Watanzania na kuwa na uchumi unaokuwa kwa kasi, na kuhakikishia tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha dawa za kulevya za kulevya nchini zinaisha.